Fainali walituambia tatuzika si tukienda Zanzibar, hatukwenda tukawaachia matokeo yao, kisha tokea kama mmekiona na habari kama vimetokea. Ni ngumu kusema kwa sasa hivi, ni aibu nchi inaendelea kuwa kwa taifa lenye matatizo ya kimpira, kutiana aibu na klabu moja mjini hapa. Sawa bwana, kwa tukawaachia uwanja huu wa taifa ambao wao wanasema hapa nyumbani hatoki mtu, ili asitoke mtu, wabaki peke yao. Sisi tumekwenda Zanzibar katika mechi zote zilizochezwa wow, wao wamekuwa sema kuchukua point nyumbani, na ndio timu ambayo inakwenda kutoa sadaka ya point katika kundi lao Simba Sports Club. Haya yachukue yashike, uyaweke mfukoni, uishi nayo moyoni. Yani Simba ndio klabu inayokwenda kutoa pointi tatu katika mechi zake zote. Mechi yake labda moja, moja hapa nyumbani itasuluhu moja hapa nyumbani, lakini mechi zote anakwenda kutoa sadaka kwa watu wenye kujua mpira na kundi lake. Na ndio maana tukasema sisi kundi hili jepesi au gumu eh? tuachieni sisi. Simba hii simba hii ya jana. Simba hii ya jana kwa sababu ndugu mwanahabari, ni kuambia kitu kimoja. Simba amekwenda mashindano yao kama nani? bingwa nchi gani? mashindano ya klabu bingwa Afrika, wanaocheza ni mabingwa wa nchi zao. Simba bingwa nchi gani? niambie wewe Pili, ujajibu swali si kwamba nafasi ya ngapi, mm, wanakwenda mabingwa, sio nafasi ya pili. Simba anakwenda kwa upepo uliopita miaka ishirini iliyopita alikuwa bora, na kuna ile kataa alikuwa bora. Je, Simba ameweza kumaintain vipi ubora wake wa miaka ile mpaka sasa hivi? Nataka kusema Simba kuna anguko, kuna anguko, na sisi Wanayanga tunachohitaji kuondoa ufalme ambao wao wanatamba nao, ufalme wa maigizo. Sisi tunataka kuishi ufalme au maisha ya maigizo artificial life? Hatuhitaji, tunahitaji timu bora yenye wachezaji bora, yenye wachezaji bora kupata matokeo bora. Leo yangafika tunavyozungumzia hivi, kana kundi lake ipo sema mabingwa nyumbani kwake, ana vikombe vyake sawa, vizuri. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya Simba, Simba ni ganda la ndizi, mpaka sasa hivi anatembea na utelezi uliopita. Kwa hiyo haya matokeo anayopata anastahili hata msemaji wao kayazungumza haya, anasema timu ambayo haina uhakika wa kwenda mbele haizindui jezi. Simba akazindua jezi gani? Kwayo ni fumbo ama kodi aliitoa kwamba Simba haina uhakika wa kwenda mbali zaidi. Simba haina uwezo wa kwenda mbali zaidi, kwa sababu wanafahamu. Hatumkatii tamaa, kwa sababu katika timu zote za hapa nyumbani, yeye ndio mkubwa, kitoa la tatu Sawa, anasema ndo mkubwa sasa, akadhirisha vipi kubwa? pamoja na sisi Yesu ndo mkubwa, namba tano kafanya kipi nyumbani kwake? Maana yake anaendelea kudrop. Kwa hiyo, wana Simba waachana na maisha mgando. Simba mbovu, kama ni ukweli tuseme. Simba mbovu, si dhambi kutoa kovu kidondoni kwako, ili mjenge timu yenu vizuri. Tunaposema Simba haina uongozi tunamaanisha viongozi wao bado waongo waongo. Leo tunaposema Yanga bora, tunaamini uongozi wa Yanga Afrika ni bora, wachezaji bora. Kina Pakome wanaona gemu inakwisha, kipa Farabati anaomba jezi ya Apakome. Yes. Anaigombania, naomba ndugu yangu, wewe ni kiboko, wewe ni mashine. Wakati wanahabari wote wachambuzi wote nchi yenu hapa hawakuipa nafasi ndani ya Farabat hata kimoja. Yanga Afrika golikipa anaomba jezi hapa kwao. Golikipa huyo ndio aliyetesa, anaona kipa anaona uwanja uko upana zaidi. wote wana yule pale bwana mwanangu deka pakapigwa, yule anaona, yule, yule ameona performance ya Pakome na deserve kubaki na mechi na na, na, na na fulana yake, jezi yake kama kumbusho katika mashindano makubwa. Kwa mashindano makubwa tumeweza kuyamudu. Kundi letu ni kundi bora. Yanga ni kundi ni timu bora, ipo mpaka dakika na pointi tatu na goli moja kibindoni kwenye kundi bora, sio kundi gumu. Nikinukuu kauli ambayo ameizungumza Ahmed Ali, alisema kwa mm. mm. bila bila nyinyi, nyinyi, ndio, ndio ya kwamba kundi lenu nyinyi sio gumu kama kundi lao. Kundi nyinyi ndiyo ambao mnaonesha mm. ugumu ndani ya kundi lenu, na hii imedhiririka mm. ndiyo maana unaona kwenye kundi lao ni Simba peke yake ndiye ambaye amepoteza timu zingine zote ambazo mnazoziona mm. Wengine wameweza kutoshana sare mm. Lakini nyie <laughs> <laughs> wanahabari Waswahili wanasema mtu yenye matunda ndio unaopigwa mawe siku zote. Waliosema kundi letu gumu, sio sisi, ni wao. Mko na Waarabu mwaka huu kundi lenu gumu. Sisi tulichoambia kundiletu bora sio gumu. Sasa hao wao leo watuame kundi letu si jepesi. Tunataka tuambie wao kundi gani tuende, wao wapange kundi upya kundi lolote. Yanga kakae waseme wao, Yanga apeleke kundi hili alafu wao kwa kundi hili, kama kundi hili lao jepesi, yeye ndio kakasha point moja nyumanikwakapigika na anakazia anakazi na wale na, na, na, anatoboa kwa asitafute sababu kujificha kwa mtu wa mnyanya kama yeye, bora aonyeshe ubora wake popote kwenye kundi lake. Tunaposema Simba ndizi, tunaamini Simba sio bora yule ambaye tunazungumza leo. Haiwezekani katika mashindano makubwa kama haya unapata nafasi nne, hata moja utumii. Haya mashindano ya nafasi ya kutengeneza nafasi zote kama hizo, una mchezaji ambaye kwako ndio icon wa Simba eh? anakosa nafasi nne, hayupo mchezoni. Leo wana Simba wanakwambia tumtaki kocha, hawamtaki yupo. Kocha wa Simba Matola. Meneja wa Simba bwana Machatu. Watuwaambie hawamtaki oh, Matatu, hawamtaki makoni nani. Kocha ndio si meneja? Sino sema meneja wao. Sasa kama hawamtaki meneja, utaki kocha. Wafunguki wapake mafuta ya nazi, mepesi. Labda ataona. Watumie mafuta ya nazi. Ni mepesi, utaona. Mafuta ya mgando ni magumu sana kumgua macho kuona. Kwa hiyo wana Simba waamke. Ndani ya Simba tatizo lao ni wao wenyewe. Si tunaposema Yanga bora tunaunganisha, tunaunganisha mashabiki, timu mwenyewe na viongozi, tunataka kitu hichi kimoja kwao. Kama wao wanaona bado, wakae chini, wajue nani anaongoza hata klabu yao. Kwa kumalizia, wanasema Elie Mpanzu mm. mwili wake huko Msimbazi mm. roho yake iko Jangwani. Hao wanaona leo wao, na tunawaambia sio Elie <laughs> Mpanzu peke yake. Hii kodi ninakupa, sio Elie Mpanzu peke yake Nakupa ikoni hii, sisi nakupa, nakupa ikodi, mwili wake uko Simba Sports Club, mawazo na akili yake yote ipo Yanga Afrika. Na hii kama wabisha wana Simba wana bisha. Tutana nao kama imekuwa shabalala, kama imekuwa short chama, hii wataiona tena upya. Katika vita kubwa na unya unyama, kwa kisha na mtu unyamani unaenda Jangwani. Ndio vitu vitaishi sisi hapa. Hatutaki wenza aende Kongo, aende Burundi, hau, a, a tunataka atoke pale pale kwenda kitovu chao. Simba kwa wengi mjini. Sio kila simba anang'ata. Eh? Hey, kuna simba simenti, kuna simba nini? Wote simba. Lakini tunachowaambia Unapokutana na Yanga Afrika ukae tayari yang. Wasibeze Yanga. Ni muda wa kusema kila mmoja ubora wa Yanga Afrika. Yanga Afrika lazima tukubali, Yanga ni bora kwa muda huu. Asante sana.